Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na e, waziri mkuu. Kwanza, waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja. Alafu ana mahusiano mazuri sana na kanisa Katoliki e, tangu zamani tu, sio kwamba jana, na aliponiomba niende nikamwone nilijua tu ni ni ndugu yangu e, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu, sasa kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu, ubinadamu unabaki ujamii kwa hiyo nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamiana, akaniambia uje ofisini. E, sijui kama na nyumba Dar es Salaam, ni kwa sababu mimi namjua yuko e, Dodoma alipokuwa waziri wa fedha e, basi akaniambia nimwone ofisini. E, alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye, nikasema siwezi kukataa ukiitwa na kiongozi wa serikali, ameshatangazwa waziri mkuu ni kiongozi wetu, e, mkuu ni kiongozi na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi eh, ni injini ya nchi. Nchi hawezi kuendelea, nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe eh, nchi eneo lile e, lenye mipaka yake na watu wenyewe na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio tunasema hiyo ndio, ndio, ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea. Kwa kweli mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali. Hapana, yalikuwa ni mazungumzo binafsi na mazungumzo binafsi, ni wazi tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe 29. Sasa mtafanyaje? Sasa mna, nini? Tunaongea tu kama kawaida. E, ni masikitiko e. Sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunaambia si tunaendelea kwa sadi kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani baraza linasemaje? hali hii tuifanyeje? Ee, ni wazi baraza limeongea kwenye, kwenye tafakari yake. Maskofu wamekaa, maskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao. Ndicho kilichofanyika, nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini na wala watu, wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema ku. tuka hem tuka. tupige picha bwana, tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere pa picha ya Nyerere pa eh, ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi, mna nyinyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyo shangi tunavyo pongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji e, msemaji kadiri ya katiba ya baraza la maaskofu. Msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa baraza la maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye kwa hiyo hata ningeenda, ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa baba askofu, rais wa baraza maskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia ni, amekuletea barua anasema ajenda ni nini. Hayo hayakuwepo. Kwa hivyo sikuenda kitaasisi, nilienda kama mimi da. Hasa picha zi waandishi wa habari wamezitumiaje? Ah, mimi hayo siyajui kwa kweli.